Karibu, hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa mara nyingine tena amesisitiza kuwa, inaunga mkono usitishaji vita wa kudumu kati ya India na Pakistan, akitoa mwito wa kufanyika mazungumzo kati ya nchi za kikanda ili kutatua mizozo iliyopo na kuimarisha amani. Akizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari mjini Teheran, akiwa na Waziri Mkuu wa Pakistan, Shehbaz Sharif, Pezeshkian amesisitiza umuhimu wa mashauriano zaidi kati ya nchi za kikanda na washirika wengine wa kimataifa ili kufikia lengo hilo. Kadhalika, Pezeshkian amesema mpaka kati ya Iran na Pakistan lazima ulindwe dhidi ya aina yoyote ya ukosefu wa usalama na ugaidi, huku akisisitiza kuwa, hivi sasa Asia Magharibi na Asia ya Kusini zinahitaji usalama na amani zaidi kuliko wakati mwingine ule, jambo ambalo linasisitiza haja ya mashauriano na maingiliano chanya na nchi na washirika wengine wa kimataifa. Pezeshkian amesema kuwa, yeye na Waziri Mkuu wa Pakistan pia wamejadili masuala ya kikanda na ulimwengu wa Kiislamu, ikiwa e ni pamoja na ukatili unaoendelea wa Israel huko Gaza. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.